Mzawaji Kay Mziwanda unamshuhudia akiwa anapiga picha ni kama ana raha hivi Kay Mziwanda ni kama ana raha licha ya magoli matatu lakini ni kama ana raha hivi Kay Mziwanda. Kay Mziwanda raha unatoa wapi Kay Mziwanda? Tumefungwa. Kay Mziwanda. Niambie ndugu yangu. Niambie. Safi. Bwana mmefungwa mabao matatu hmm kwa moja. Na ilikuwa tumefungwa hata tano leo. Kwa nini? Kwa sababu tumestahili kufungwa. Kuna shida. Vitu gani ambavyo vilisababisha leo mfungo? Kwa sababu timu yetu imechoka kaka, timu yetu imechoka sana sana, sana sana sana, ratiba ni ngumu, ni kwa upande wetu, na sisi wala hatuna cha kuwadai wachezaji wetu na wala hatuna uh, kinyongo chochote. Matokeo tumeyapokea, kilichobaki hapa tunawaza tarehe kumi na tano tu, hatuna mawazo mawili mawili, lakini kabla ya kufika tarehe kumi na tano, leo tunaona mwalimu alijaribu kufanya rotation, akamwanzisha duchu Valentino, noma haijasaidia mm, katika mchezo wa leo yes, wachezaji so wetu wamechoka. Uweza ukaangalia namna gani ambavyo Simba imeweza kucheza kwenye mechi zake zote mpaka kufika hapa, kwa hiyo binafsi yangu mimi kiukweli yani nina amani ya moyo mm, katika yani leo ndio siku pekee ambayo nimefungwa na nina amani. Umefurahi? Yes, yani kutoka kwenye moyo wangu ya yani nimefungwa, sina lawama na yeyote yule, hata lile boko la Chemaloni lijapokuwa huwa anatoaga maboko mara nyingi, lakini kwa leo ni sawa tu. Anasema bwana, uwanja huu kama mmekuwa hamna bahati nao, mara mwisho cha Sambi alirudisha kwake mm. leo na hatua ya nusu fainali mmefungwa mm. Nafikiri na, na, na leo hata tungeenda kucheza kwenye maji yeah. E, hata tungecheza kwenye maji yeah. Leo tungefungwa tu. Eh, kwa hiyo binafsi mimi na, naelewa naelewa ni kwa nini tumepoteza naelewa namna ambavyo wachezaji wametumika kwa muda mrefu. Sasa hivi wanarudi majumbani wanarelax, wa wao, wa, wa, wa eh, wana wanatulia wanasubiri tarehe kumi na tano mwezi wa sita. Wamesema hawachezi, vipi wacheze? wao wataangalia kwa namna yao eh, walete timu au wasilete, ila sisi tunachojua tunaiwaza tarehe kumi na tano. Yani hatuna mawazo mawili mawili, tunaiwaza tarehe kumi na tano basi eh sasa 15 manake katika huu mchezo maanake una ndio unatoa taswira kuelekea katika ule mchezo. Sawa. Ay, kutishi hichi ambacho kimetokea. Sawa. Sawa, sawa. Tumefungwa hapa leo. Waje. Eh, waje jamani. Siti waje. Waje. Umefungwa timu. Uh, yes. timu. Timu yetu ni ya kawaida. Tunajenga timu na ndio maana tumefungwa. Kuna shida, Mziwanda, mmeukosa ubingwa wa Afrika lakini pia ni kombe la pili hili mnapoteza. Unadhani kuna hiyo morali sasa ya kuzipambania michezo mingine iliyosalia? Kwanza, mchezo pekee ambao tuna usubiri na tuna ugwadu nao mm, ni wa tarehe kumi na tano. Yes. Mechi ambazo zimebaki ni tatu sisi na wao mm -hmm, au wao na sisi mm -hmm. Alafu tunacheza na Kagera Sugar na Ken Gold. Yes. Kwa hiyo binafsi ninaamini nina uh, tarehe kumi mm. na tano tukitimiza ule ubaya ubwela wetu hizi mm. mechi mbili zilizobaki ni kama kumpa uji mgonjwa, so, okay. sasa hivi wanasema na wenyewe wanawataka tena, wanataka mwende mkacheze Zanzibar. Iyo, hapo ndo tunapopata sisi Wamesema, hawasemi tena tunacheza hatucheze, wanataka mechi kacheze Zanzibar. Sasa kwa nini mechi cheze Zanzibar, kati uwanja taifa? Huko ni kule kule wakina nani wao wao? wakina wao, nani bwana? Alafu taifa kule si unafanywa marekebisho na wao ndio wenyeji eh, wao wana uwezo Popote hata akisema tushuke pale baharini, tukipiga fresh. Hata hapa hapa nilikuwa nasoma sehemu wanasema, sasa hivi sasa ndo timu yenu ya Simba inaanza kujionyesha uhalisia wake, kwa sababu ushirikisho mmetolewa ee. hapa mmetolewa, ligi kuu mnaikosa. Naomba, naomba tu niwakumbushe kwanza, Simba Sports ipo, inajenga timu yake, imefika fainali ya kombe ya shirikisho barani Afrika, sijui unaelewa? Ndio, na Simba imefika pale. Unajua, kuna wakati huyu Fadu inabidi nyinyi mumchunguze. Eh? Ehe, huyu kocha Fadri anabidi achunguzwe. Kuna vitu anatoka nje. Sisi tulimkabidhi timu yetu ikiwa ni mpya. Mavambo amjui au au amjui Kamara wala Kamala amjui Shabalala. Tuko eh hey, mashaka mashaka na shanga shanga. Tukamwambia baba, hii timu eh hey, Omari Omari haelewi. Sisi tunamielewa. Eh, baba, hey, baba. Sikiliza. Hii timu sisi tunataka tuifike nusu finali, Kwa sababu tupo kwenye matengenezo. He, huyu baba akaipeleka finali. Chunguze sawa sawa, anabidi achunguze, mwandae idara husika kwamba imekuwaje. Sisi tumempa timu, tukamwambia ishia nusu fainali, baba akaipeleka fainali. Hayo ni makosa na medali